Ni waahidi kwamba tutashirikiana kwa karibu sana ili kuhakikisha maamuzi ya halmashauri yanasimamiwa na kutekelezwa kwa ufanisi, uwazi na ueledi mkubwa sana. Mambo ya muhimu ya kuzingatia katika utendaji kazi, uwajibikaji na uwazi katika utendaji watumishi Nataka niwaambie, tunataka kuhakisha matumizi ya fedha za umma yanaonekana, yanaeleweka na yanagusa maisha ya wananchi wa chini. Tutahakikisha tunakusanya mapato ya kutosha ili kupata fursa kubwa ya kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kila kata. Lakini jambo la pili ni ushirikishwaji na usikivu, kuhakisha kuwa sauti za waheshimiwa madiwani, heshima yao watendaji wa halmashauri na wananchi kwa ujumla yanasikilizwa kwa heshima na kwa unyenyekevu mkubwa. Tutahakikisha tunatatua changamoto za wananchi, watumishi wetu na kila mmoja wetu kwa njia ya mazungumzo ushirikiano, na umoja wetu. Jambo la tatu, ubora na kazi za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni jambo la muhimu kwamba tutahakikisha miradi ya maendeleo yaliyokwisha tekelezwa, yanayoendelea kutekelezwa, na yanayotarajiwa kutekelezwa yanatekelezwa kwa ubora na kwa kiwango cha hali ya juu, lakini pia na kwa wakati, ili kwenda kuhakikisha mradi husika unawanufaisha, unakuwa watija na unaweza kuwanufaisha wananchi. Na jambo la nne ni kuthamini na kukuza rasilimali watu kama halmashauri. Halmashauri ina pande mbili tunao wawakilishi wa wananchi ambao ni madiwani na mheshimiwa mbunge, lakini vile vile tunao upande wa watumishi. Kwa mimi kama mwenyekiti, nitahakikisha tunaheshimu michango ya kila mtumishi na kila diwani, ili kufanya kazi kama timu moja na kwa nia moja ya kuleta maendeleo ya haraka kwa wananchi, huduma bora kwa wananchi kwa kila idara. Halmashauri imegawanyika katika idara kadhaa, na kila idara inayo wajibu na jukumu la kuhakikisha huduma bora inatolewa kwa wananchi. Idara ya afya, tutahakikisha wananchi wetu wanapata matibabu sahihi na huduma kwa wakati, dawa za kutosha, lugha nzuri za unyenyekevu, ile nao wanapokuwa katika vituo vya kutolea huduma na hospitali ya wilaya, wajisikie faraja na waone wanakaribia kupona hata kama wana hali mbaya. Idara ya maendeleo ya jamii, idara ya elimu, tutahakikisha walimu wetu wanapata wanatoa elimu bora kwa watoto wetu, ili kutengeneza kizazi bora cha kesho, kwa ajili ya kukuza na kuendeleza maendeleo ya nchi yetu. Tuko katika dunia ya sayansi na teknolojia, wataalamu kwanza. Sekta ya huduma ndio sekta ambayo inahitaji kukua kwa haraka sana, ili tuweze kufikia maendeleo tunayohitaji leo kuna mambo ya AI sijui kuna nini. Tukiwa na watoto ambao hawajaandaliwa vizuri, tunaweza kuachwa nyuma. Kwa hiyo, mkuu wa idara ya elimu msingi na sekondari, mjipange na mjiandae kwa kasi ya mwenyekiti mpya. Tunahitaji tuwe kinara wa taaluma katika mkoa wa Manyara. Lakini idara ya maji, najua ruasa na bawasa hawako chini ya mamlaka yetu lakini bado tunafanya kazi nao. Tunaye mkuu wa wilaya. Tungependa kuona huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wetu yanatolewa kwa kiwango cha kuridhisha. Malalamiko na migao ya maji, kwa kusaidiana na mbunge wetu, tutahakikisha tunapunguza changamoto hizi. Na jambo muhimu ni rasilimali fedha. Nilishaizungumza kwa kifupi, roho ya halmashauri ni idara ya fedha, kwa sababu kila kitu katika uendeshaji wa halmashauri inahitaji pesa. Tutaimarisha vyanzo vya mapato vilivyopo, tutasimamia na kudhibiti mianya ya upotevu wa fedha za umma, lakini na kubuni na kuanzisha vyanzo vipya kwa ajili ya kuongeza mapato zaidi ili tuweze kupanua wigo ya kuongeza huduma za miradi ya maendeleo kwa wananchi. Niwaombe sana watendaji wa halmashauri, tuzingatie uadilifu, uaminifu, kufuata kanuni na taratibu wakati wa kusimamia rasilimali fedha. Fedha ni roho na ndio moyo wa halmashauri. Tuna miradi fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo na fedha kwa ajili ya matumizi ya kawaida yote, kwa pamoja ni muhimu yakasimamiwa kikamilifu. Lakini mwisho kama sio kwa umuhimu, ninawashukuru sana menipa heshima ya kuwa mwenyekiti. Kazi yangu ni kuwaunganisha watendaji na wawakilishi kwa maana ya madiwani ili kujenga halmashauri kwa kuheshimu na kuthamini utu wa kila mmoja, kutumia lugha nzuri ya mawasiliano, kujenga utamaduni wa kupendana na kushirikiana kama viongozi. Mahala pa kazi lazima pawe na amani. Mtu asiyejisikia amani na mwenye hofu hawezi kutekeleza wajibu wake kwa ukamilifu. Kwa nataka ni niwahakishieni na niwaondolee hofu watumishi wetu wa umma mnaofanya kazi katika halmashauri hii, mmempata kiongozi baba wa haki anayewapenda wote. Maendeleo huanza na sisi wenyewe kwenda kwa wananchi. Na wananchi mnaonisikiliza, mtarajie kwamba halmashauri yenu ipo kwa ajili yenu wote. Kwa umoja wetu tutajitahidi kwa uaminifu mkubwa na kwa unyenyekevu kuhakikisha tunamsaidia Mheshimiwa Rais kuyafikisha na kuyatekeleza kazi na ahadi alizoahidi na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ni waahidi kwamba baraza hili litakuwa baraza la kipekee sana. Tunaye mkurugenzi kijana, tunaye mbunge kijana, tunaye DC kijana Mwenyekiti ndio kabisa, ndio nimemalizana na gnz juzi hapo. Kuna mashaka hapo.